Wananchi wanaopinga utawala wa Rais Donald Trump wameingia mitaani kote nchini Marekani wakilalamikia kile wanachokiona kama tishio jipya kwenye misingi ya kidemokrasia na ustawi wa raia wa taifa hilo. Katika maandamano hayo yaliyofanyika jana Jumamosi Aprili 19, 2025, matukio mbalimbali yalifanyika kuanzia maandamano kupita katikati ya jiji la Manhattan na kufanya mikutano ya hadhara mbele ya ikulu ya White House nchini humo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa, pia kulikuwa na maandamano katika maadhimisho ya tukio la kihistoria la mirindimo ya risasi la Aprili 19, 1775 huko Massachusetts, likikumbusha mwanzo wa vita vya mapinduzi ya miaka 250 iliyopita. Miongoni mwa waandamanaji hao ambao wengi wao wanatokea chama cha Democrats, Thomas Basford alisema anaamini raia wa Marekani wako hatarini katika serikali yao wenyewe na wanapaswa kuhakikisha wanaiweka sawa. Na mnukuu, huu ni wakati hatari sana kwa uhuru wa nchi ya Marekani, alisema Basford aliyekuwa na mke wake, binti yake na wajukuu wake wawili. Nilitaka wavulana yaani wajukuu zangu wajifunze kuhusu chimbuko la taifa hili na kwamba wakati mwingine tunapaswa kupigania uhuru wetu, alisema Basford, mwisho wa kunukuu. Katika jiji la Denver, mamia ya waandamanaji walikusanyika katika bunge la jimbo la Colorado wakiwa na mabango ya kuonyesha mshikamano na wahamiaji na ujumbe wa utawala wa Trump unaosomeka acheni, huku watu wakipunga mabendera za Marekani nyingine zikiwa zimeshikwa chini juu kuonyesha dhiki. Maelfu pia walitembelea katikati ya jiji la Portland Oregon, huku San Francisco, mamia wakiunda maneno impeach and remove, wakimaanisha utawala wa rais Donald Trump ung'olewe madarakani. Umati mwingine ulitembelea katika jiji la Anchorage huko Alaska nchini Marekani, wakiwa na mabango ya mkononi yanayobeba sababu zao za kuandamana, mojawapo yakisomeka hakuna bango kubwa la kutosha kueleza sababu zote za mimi kuwepo hapa. Kwingineko, maandamano yaliandaliwa nje ya maduka ya magari ya Tesla huko nchini Marekani kupinga mshauri wa Trump, bilionea Elon Musk, na nafasi yake katika kupunguza ukubwa wa serikali ya shirikisho nchini humo. Wengine waliandaa matukio yenye lengo la kutoa huduma kwa jamii kama vile ukusanyaji wa chakula, warsha za elimu na kazi za kujitolea katika vituo vya hifadhi nchini humo. Maandamano hayo yanakuja wiki mbili tu baada ya maandamano mengine ya kitaifa kufanyika maeneo mbalimbali nchini humo. Waandamanaji wanasema wanapinga kile wanachokiita ukiukwaji wa haki za kiraia na katiba wanaofanywa na Trump, ikiwa ni pamoja na juhudi za kuwafukuza wahamiaji wengi na kupunguza serikali ili kufukuza maelfu ya wafanyakazi wa umma na kufunga mashirika mazima. Baadhi ya matukio haya yalivuta roho ya vita vya mapinduzi yakiomba hakuna ufalme na upinzani dhidi ya udikteta katika jiji la Anchorage. Hu mtu aliyevaa mavazi ya kikoloni alibeba bango la No Kings yakimaanisha hatuna utawala ya wa kifalme, huku mtu aliyesimama karibu naye akiwa na bango la kadibodi lililosomeka kwa kuwa enzi ya utawala wa kimabavu imefika mwisho. Kwa upande wake George Bryant, ambaye ni mkazi wa Boston nchini humo, aliyehudhuria maandamano ya Concord, alisema ana wasiwasi kuwa rais anaunda serikali ya kiimla, huku akiwa amebeba bango lililosema utawala wa kifashisti wa Trump lazima uondoke sasa. Nam anapuuza mahakama, anawateka nyara wanafunzi, anabomoa mfumo wa udhibiti usawa. Huu ni ufashisti, alisema Bryant. Mwisho wa koneko. Huku Washington DC, Bob Feshik, mwenye umri wa miaka 76 ambaye ni mstaafu kutoka Springfield, Virginia nchini humo, alisema alihudhuria maandamano karibu na ikulu kutokana na wasiwasi wake kuhusu tishio la haki ya mchakato wa kisheria, hifadhi ya jamii na mipango mingine ya usalama wa kijamii ya serikali ya shirikisho. Utawala wa Rais Donald Trump, miongoni mwa mambo mengine, umechukua hatua ya kufunga ofisi za hifadhi ya jamii, kupunguza ufadhili wa mipango ya afya ya serikali na kupunguza ulinzi wa watu waliobadili jinsia. Nanuku, siwezi kukaa kimya nikijua kuwa nikikaa kimya bila kufanya chochote na kila mtu akikaa bila kufanya kitu, kubadili hali hii, itakuwa vigomo. Basi dunia tunachowaachia watoto wetu wadogo, majirani zetu, sio ile ambayo ningependa kuishi, alisema Fashik, mwisho wa kunukuu. Katika eneo la Columbia, South Carolina, mamia ya watu waliandamana katika bunge la jimbo wakiwa na mabango kama pigana kwa nguvu Harvard pigana kwa nguvu. Na katika mji wa Manhattan, waandamanaji waliandamana kupinga kuendelea kwa kufukuzwa kwa wahamiaji, huku wakitembea kutoka maktaba kuu ya New York kuelekea eneo la hifadhi ya Central Park na kupita mbele ya jumba la Rais Trump. Nanuku, hakuna hofu, hakuna chuki, hakuna ice katika jimbo letu, waliimba kwa midundo ya ngoma, wakirejea idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani ICE. Marshall Green alisema kinachompa wasiwasi wasi zaidi ni hatua ya Trump kuitumia sheria ya maadui wa kigeni ya vita ya mwaka 1998 kwa madai kuwa nchi hiyo iko vitani na magenge ya Venezuela yaliyohusishwa na serikali ya taifa hilo la Amerika Kusini, ingawa ripoti za hivi karibuni za kijasusi za Marekani hazikupata ushahidi wa ushirikiano na huo, nanukuu, Bunge linapaswa kusimama na kusema hapana, hatuko vitani, hatuwezi kutumia sheria hiyo, alisema Green, mwenye umri wa miaka 61 kutoka Morrison Town New Jersey nchini humo, hatuwezi kuwafukuza watu bila mchakato wa haki, na kila mtu nchini humo ana haki ya kupitia mchakato huo bila kujali chochote, aliongeza mwandamanaji huyo. Wakati huo huo, Melinda Charles kutoka Connect Cult alisema anahofia kupitiliza kwa mamlaka ya rais, akitaja migongano ya mahakama ya serikali za shirikisho, chuo kikuu cha Harvard na vio vingine vya hadhi ya juu kuwa ni tatizo. Tunapaswa kuwa na matawi matatu ya serikali yaliyo sawa, na kuona tawi la urais likiwa na nguvu kiasi hiki ni jambo lisiyoaminika, alisema Melinda Charles, mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital wakati huu ambao unaendelea kusherehekea sikukuu yako ya Pasaka, tutakusogezea kila update inayojiri kuhusiana na maandamano hayo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.